Umewahi kumtazama mtu anaendesha gari jipya, anaishi kwenye nyumba nzuri, au amevaa mavazi ya bei ghali, alafu ukajisemea moyoni, huyu kweli amebarikiwa. Mara nyingi tunachanganya ustawi na mali. Tunasema mtu huyu ana ustawi kwa sababu ni tajiri, au mwanamke huyu amestawi kwa sababu amefanikiwa. Lakini leo Nataka tuketi na tutafakari jambo hili kwa kina. Je, kweli huo ndio ustawi Mungu anaozungumzia katika ahadi zake? Maana kama ustawi unamaanisha pesa tu, basi wale wanaomcha Mungu wanaomba kila siku lakini bado wanahangaika kulipa kodi, wao hawajabarikiwa. Mungu amewasahau. Hapana. Leo tutafunua kile Mungu alibanisha kwa ahadi ya ustawi, na utagundua kwamba ni zaidi ya pesa, zaidi ya mali. Ni kitu cha ndani chenye nguvu na kina uzima wa milele. Tufungue Biblia zetu katika Yeremia 29:11. Maana anayajua mawazo anayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi Tumaini siku zenu za mwisho. Huu ni mstari tunaoujua sana. Unachapwa kwenye vikombe, kuta zetu, hata kwenye tisheti tunazovaa. Pengine kwa sababu tumeusikia mara nyingi, huenda tunasahau uzito wake. Mungu aliwaambia maneno haya Waisraeli wakati walipokuwa utumwani Babeli. Si katika raha, si katika mafanikio, bali katika mateso hiria wakati watu wakiwa wamekata tamaa, Mungu anawaambia ninajua mawazo nayowawazia ya kuwapa ustawi. Kwa hiyo ustawi kwa Mungu haumaanishi maisha bila matatizo, unamaanisha uwepo wa tumaini katikati ya matatizo, unamaanisha hakika ya kusudi hata unapopitia kipindi kigumu. Mungu anasema Nitakustawisha. Hatuzungumzii tu pesa mfukoni, tunazungumzia amani moyoni. Hazungumzii tu nyumba na magari, anazungumzia upendo, imani na furaha isiyoweza kununuliwa. Ustawi wa kweli ni pale unapoweza kusema, hata kama nina kidogo, bado nina furaha. Hata kama nimepoteza kila kitu, bado nina amani hata kama niko chini bado sijashindwa. Huo ndio ustawi wa Mungu. Tumaini. Kulikuwa na mkulima mmoja maskini aliyekuwa akifanya kazi kwa bidii shambani mwake. Mazao yake hayakuwa mengi, zana zake zilikuwa duni, na mavazi yake yalikuwa yamechakaa. Lakini kila asubuhi alinua mikono yake juu na kusema asante Bwana kwa kunipa siku nyingine ya kujaribu tena. Siku moja mfanyabiashara tajiri alipita kijijini na kumwona mkulima huyo akiimba kwa furaha huku akifanya kazi. Akamuuliza kwa mshangao, mbona unaimba kwa furaha wakati wewe ni maskini? Mkulima akatabasamu na kusema, wewe una kila kitu ambacho pesa inaweza kununua, lakini mimi nina kila kitu ambacho pesa haiwezi kununua: amani imani na shukrani. Huyo mkulima hapuonekana tajiri machoni pa wanadamu, lakini machoni pa Mungu alikuwa tajiri sana, kwa sababu ustawi bila amani ni sawa na maskini aliyevaa suti ya bei ghali. Tukiangalia kwa undani, Mungu anaposema nitakustawisha, anazungumzia aina tatu za ustawi. Aina ya kwanza ni ustawi wa kiroho. Hapa roho yako itakuwa tajiri kwa upendo, hekima na neema. Unaanza kuishi kwa kusudi. Unahusiano na Mungu unakupa kile ambacho dunia haiwezi kukupa. Yesu anasema katika Mathayo 6:33, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa. Huu ndio mpango wa Mungu, mtafute Mungu kwanza baraka zitakuja baadaye. Aina ya pili ya ustawi ni ustawi wa kihisia. Ustawi wa Mungu unakupa amani ipitayo akili zote. Hata watu wakinena mabaya, mambo yakiharibika, bado unahisi sauti ndani yako ikisema, bado Mungu yuko kazini. Huo ndio ustawi wa ndani, amani katikati ya dhoruba. Aina ya tatu ya ustawi ni ustawi wa kimwili. Ndiyo, Mungu pia anatujali kimwili, anatupa mali, anatubariki, anatufungulia milango ya riziki, lakini hatupi tu ili tujivune, anatupa ili tuwe chanzo cha baraka kwa wengine. Kwa hiyo ustawi si kuhusu kiasi ulichonacho, bali namna unavyotumia ulichonacho. Watu wengine husema, kama Mungu ananipenda, kwa nini bado sina pesa? Labda kwa sababu akikupa milioni kumi leo hautarudi kanisani kwa miaka kumi. Mungu kubariki pale ambapo tabia yako imeiva kubeba baraka. Haufikirii kujaza akaunti yako ya benki, bali kujenga akaunti ya imani. Kabla ya kila ahadi kuna mchakato, lazima upitie. Kabla Yusufu hajafika ikulu alipitia shimo na gereza. Kabla Daudi hajaja ufalme alikabiliana na Goliati na kukataliwa. Kabla Yesu hajafufuka alilazimika kupitia msalaba. Kwa hiyo kama unapitia kipindi kigumu sasa, usikiri Mungu amekuacha. Anakuandaa, anakujenga, anakuimarisha, kwa sababu mchakato ni darasa la ustawi. Wenda huoni sasa, lakini unakua. Wenda huhisi sasa, lakini unabadilishwa. Wenda hujui sasa, lakini ahadi bado ipo. Mungu alisema atakustawisha, hakusema itakuwa haraka, hakusema itakuwa rahisi, lakini alisema atakupa ustawi wa thamani. Kuna mwanamke mmoja alifukuzwa kazi, alikaribia kukata tamaa, lakini badala ya kulalamika alianza kuoka keki ndogo na kuuza kwa jirani. Kila siku aliomba, Bwana bariki kazi ya mikono yako. Miaka michache baadaye, biashara yake ilikuwa ikawa bekari kubwa inayoajiri watu wengine. Baraka ya biashara ya mwanamke yule ikawa baraka ya ajira kwa watu wengine. Nilipomuuliza siri yake, alisema, Mungu hakunipa pesa alinipa akili na motisha, nilitumia hivyo kuo. Ndo ustawi. Ustawi haupewi tu, unakuzwa. Ahadi ya Mungu ya ustawi si bahati, ni mpango ambao Mungu ameuweka moyo wako. Ukenenda sawasawa na mapenzi yake, baraka huanza kutililika. Huwezi kumkimbilia Mungu na ukapoteza, huwezi kumtii Mungu na ukakosa huwezi kumwamini Mungu kabisa na ukasahaulika. Ahadi za Mungu hazivunjiki, zinakamilika kwa wakati wake. Labda wewe uko katikati ya msimu wa kusubiri. Umeomba, umefanya kazi, umeamini, lakini hakuna kinachotokea. Sikiliza, usiache sasa. Mungu yule yule aliyetoa ahadi ndiye atakayeitimiza. Akinena, kufanya akianza kumaliza. Ukielewa kustawi wa Mungu kwa undani, unaacha kushindana, unaacha kujilinganisha, unaacha kulalamika, kwa sababu unatambua ustawi sio mahali kulipo, ni mtu, na huyo mtu ni Yesu Kristo. Ndani yake kuna amani, kusudi, riziki na mbuho. Yeye ndiye ustawi wako. Kwa hiyo hata kama hauna pesa mfukoni, lakini moyo wako umejaa Kristo, wewe ni tajiri. Hata kama bado hujafika unakotaka, lakini unatembea na Mungu, wewe unastawi, kwa sababu ustawi sio mahali ulipo, bali ni nani yupo pamoja nawe. Leo ninakutia moyo, acha kuangaika na vitu, anza kumtafuta Mungu. Acha kuomba pesa tu, anza kuomba hekima Acha kuomba vitu vingi, anza kuomba nguvu ya ndani, kwa sababu ukiwa na Mungu tayari una kila kitu. Sema kwa sauti: ahadi ya Mungu ya ustawi si kuhusu ninachopata, ni kuhusu ninavyokuwa. Sema tena: ahadi ya Mungu ya ustawi si kuhusu ninachopata, ni kuhusu ninavyokuwa. Siku itakapofika utajiri utapotea, vitu vitapita, lakini kitu kimoja kitaendelea kubaki: maisha yaliyompendeza Mungu, yaliyotoa kwa ukarimu na yaliyojaa amani. Huo ndo utajiri wa kweli, huo ndo ustawi wa Kimungu, hiyo ndio ahadi ya Mungu. Kwa hiyo endelea kuamini, endelea kupambana, kwa sababu msimu wako wa ustawi wa kweli uko jirani na utakapofika, utasema kwa tabasamu: sasa ninaelewa, haikuwa kuhusu pesa, ilikuwa kuhusu muujiza.